Sifa ya kwanza ya mwanamke aliyefanikiwa kwanza kabisa ni mcha Mungu. Mcha Mungu nikiufafanua kwa mama yake, Han, mama yake Bibi Mariam, mama yake Isa, mama yake aliitwa Bibi Hana, ambaye yeye alimwomba Mwenyezi Mungu amjalie kizazi chema, na katika fikra yake alikuwa anaamini atazaa mtoto wa kiume, lakini badala yake Mwenyezi Mungu alimpa mtoto wa kike ambaye alikuwa ni Bibi Maria mama yake Isa. Uchamungu. Sifa ya pili ya, ucha, ya mtu wa pili katika uchamungu ni Bibi ya Asia, mbali na kuwa mume wake alikuwa jakatili, uh, jasusi baya alikuwa haamini katika mola mmoja, Mungu mmoja, lakini bibi Asia alifanya ibada, na kabla ya kufa kwake alimwomba Mwenyezi Mungu amjengee nyumba peponi karibu na Mwenyezi Mungu. Na hata mtoto alivyomchukua Musa kwa ajili ya kumlea alimbembeleza Firaun kwamba wacha tumchukue huyu mtoto kwa ajili yangu tu, usimuue huyu mtoto labda anaweza kutufaa au tukamsaili, yaani kumwadapti sifa ya uchamungu. Hata kama mume wake alikuwa hajaitakidi la ilaha illa Allah Muhammada Rasulullah, lakini yeye alikuwa ni muumini japo wasiri na mume wake alipogundua kwamba huyu ni muumini wa siri Akamuua. Kabla ya kumuua alimtesa, lakini hakurudi nyuma kwenye imani yake. Akasema, nateseka sana. Wacha nikiri Firauni ndiyo Mungu, sio Mungu wa Musa. Sasa, ndugu zangu, kuna wengi miongoni mwetu ambao ucha Mungu umetushinda kwa sababu sisi tunataka tushindane na baradhuli. Yaani, wewe ushamjua mwenzako ni kichaa, na wewe unataka kushindana naye hadi unatoka kwenye focus ya dini yako. Dini yako inakutaka uwe mchamungu, na umeolewa kwa sababu ya uchamungu, na ndoa ni uchamungu. Sasa so, unakosa fikra ya kufikiria kwa nini umeingia kwenye hiyo project Unasikiliza sasa maneno, mwisho wa siku unakuja kushtuka, umefeli ndoa, umefeli ibada, umefeli malezi, unaondoka na nafsi kwa ajili ya na kati. Ungefocus kwenye kitu kimoja, angalau nawe ungepata nyumba karibu na Mwenyezi Mungu ukiwa peponi. Yaani usikose vyote maana yake ni kwamba ufanikiwe, usitake kuonekana kama umefanikiwa, kwa kuweka kila zawadi ukiletewa unaweka e mume wangu ukanipa, mume wangu ukanifanyia. Usionekane kama unayependwa pendwa, usiwatishe wanawake wengine wanaoingia mtandaoni waone kwamba wao waume zao kwa sababu hawajawapa magari, basi wao warudi motoni, au warudi kwenye kwenye, maba, kwenye ziwa, maana wao ni mamba. Asema, God if me I'm crocodile send back to the, <laughs> send me back to the lake. Yani, wewe usijaribu kuonyesha kwamba we uko bora kuliko wengine. Kuwa bora, huo ndo chamu na unapobeba watoto wako mathalan, umepata ujauzito, ombea watoto wako. Ishi kama mwanamke ambaye unatarajia uzae mtoto kwa ajili ya kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Utakapoishi kama mwanamke mjamzito anayetarajia kuzaa khalifa, hutotukana shangazi mtoto wala hutotukana bibi yake mtoto wala huto kuwa uzungumza kama vile unapayuka, yani kama vile watu hawakusikii. Wala hutoamka asubuhi useme ah, mi sioge, sijisikii kuoga. Wewe unaleta halifa na hutaki kuoga, hutaki kufanya mazoezi, ah, mi si lazima nifanye mazoezi. Zikifika siku zangu za kujifungua, nitapanda na kushuka ngazi, nitajifungua ama nitakatwa kisu, haijalishi kama wewe unajua mtu ulombeba tumboni mwako ni halifa wa Mwenyezi Mungu, unatakiwa uishi kama mama atakezaa halifa huo. Ndo ucha Mungu. Na ukijifungua ukiwa unamnyonyesha, umnyonyeshe kana kwamba yule ni halifa wa Mwenyezi Mungu. Hata kama wakati unamnyonyesha kuna mtu atakukera, utasema jamani, mimi mnanikera, lakini mimi hapa nanyonyesha halifa wa Mwenyezi Mungu, siwezi kukerana na nyinyi niacheni kama nilivyo. Huo ndio ucha Mungu, na huo ndio sifa au wasifu wa mwanamke aliyefanikiwa.